Pia utawasaidia ninyi kuweza kuona moja kwa moja kodi zetu lakini pia kuwasiliana moja kwa moja na mamlaka yetu ya mapato Tanzania. Kwa maana serikali imekuja na mfumo huu ambao unaitwa Integrated Domestic Revenue Administration System, kwa maana ya IDRAS. Imekuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais mara kwa mara hata alipozungumza na jumuiya ya wafanyabiashara lakini pia hata anapozungumza na waheshimiwa mawaziri lakini pia anapotoa maelekezo kwa mamlaka yetu ya mapato Tanzania, pamoja na taasisi nyingine za duma. Moja kati ya maelekezo yake mahususi ambayo ameendelea kuelekeza kila siku ni namna ambayo tunatakiwa kufanya sisi watumishi wa serikali na mamlaka zake, ili mifumo iweze kusonga. Lengo la mazumuni ya Mheshimiwa Rais ni kupunguza urasimu kwenye taasisi hizi ambazo zinahudumia mfanyabiashara mmoja, lakini zipo mamlaka mbalimbali ko ndio maana akasema lazima mifumo hii iweze kusomana vizuri. Kwa hiyo moja kati ya mifumo hiyo na suluhisho ya changamoto hizo ni pamoja na uanzishwaji wa mfumo huu wa IDRAS. Mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati e wa mamlaka yetu ya mapato Tanzania enao mkakati wa sita kwa mamlaka hii ambao unalenga kuongeza ukusanyaji wa mapato lakini pia pamoja na kuongeza ukusanyaji <coughs> wa mapato, lakini pia kuongeza matumizi ya mfumo na teknolojia ya habari kwa maana ya TEHAMA katika usimamiaji wa mifumo yake ya mawasiliano, lakini pia ya ukusanyaji wa kwa mfumo huu. Sasa utaendelea kuimarisha usimamizi, lakini pia kuhifadhi taarifa, kwa maana ya data za watumiaji wa mfumo wote, wa pande zote mbili, yule ambaye ni mteja e, wetu lakini pia utumiaji wa mfumo kwa maana ya mamlaka. Kwa hiyo mfumo huu jumuishi e, IDRAS unatarajiwa kuzinduliwa kozi hii ya good. Kama alivyoeleza hapa tarehe sita, tarehe tisa tutakwenda kuzindua mfumo huu. Lakini nichukue fursa hii kupongeza sana mamlaka ya mapato. Kabla hatujafika kwenye uzinduzi wa mfumo, tukasema lazima kwanza uwaite watumiaji na wadau wa mfumo huu ili kuweza kuwapitisha muweze kuwa conversant kwa maana muweze kujengewa uelewa wa pamoja kwenye matumizi. Hongereni sana Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa upande awei tuko sana, ongereni sana. Lakini pia ongeleni hula jumuia wafanyabiashara watunyele nikubwa, lakini pia maconsulta na wafanya biashara wenyewe. Kwa kwamba mmepata sasa mafunzo haya na mnaendelea nayo ili mweze kuyaelewa, ili kama kuna changamoto ama kuna maoni na ushauri, mtauliza na mtayatoa, na kama mtakuwa na maswali toja ili muweze kuendelea kufanuliwa yuu ya namna ambayo mfumo huu utakuwa unaendelea unaendelea kufanya kazi. Kwa pamoja na hilo E, ujenzi wa mfumo huu unakwenda sambamba na agizo la serikali, kama jinsi ambavyo nimeelekeza na kueleza na kuunganisha mifumo ya taasisi mbalimbali, na hapa mimi nimeeleza kwamba taasisi zaidi ya mia tatu zimeunganishwa kwenye mfumo, lakini makampuni na yenyewe pia yameunganishwa kwenye mfumo, ndio ile ya kusomana kwenye mfumo. Kwa hiyo pamoja na mfumo huu sasa unakwenda kuwa eh, mfumo ambao unakuwa ijumuishi, na hii imekuwa ikitolewa mara kwa mara kama nilivyoeleza na mheshimiwa rais. Kwa hiyo ni mtekelezaji wa maagizo yake. Kwa ni rai yangu ndugu washiriki wote wa mafunzo haya, moja, tuendelee kuzingatia na kufuatilia mafunzo haya kwa kina ili tuweze kuelewa e, na baada ya hapo tunapokwenda kuelewa kwa kutosha, lakini pia mfumo e, huu kama ambavyo umejengwa kuzingatia sheria ya usimamizi wa kodi pamoja na mapendekezo mbalimbali kutoka kwa wadau mbalimbali wa kodi. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria imeanzisha mfumo e, huu wa kuzingatia sheria lakini pia tumezingatia kwa maana, serikali kupitia mamlaka ya mapato pia imezingatia maoni na ushauri wa wadau mbalimbali, ikiwa pia ni pamoja na ninyi ambao mpo katika semina hii. Kwa hiyo tunategemea baada ya kukamilika kwa mafunzo haya, ninyi ambao mmepata semina hii mtakwenda kuwa mabalozi wazuri wa mfumo huu, kwa sababu tayari mtakuwa mmeelewa. Lakini pia ni matarajio ya serikali kupitia mamlaka yetu ya mapato kwamba tutaendelea kuwa na ushirikiano kati yetu pamoja na mamlaka yetu ya mapato. Lakini pia kupitia mfumo huu na mafunzo haya tunaendelea kujenga ushirikiano na ukaribiano zaidi, kama ambao Mheshimiwa Rais ameelekeza, lazima kulipa kodi na anayetoza kodi wawe na mahusiano, na tusione kwamba kulipa kodi ni kuanza kukimbizana lakini tunachofanya hivyo ni kitendo cha uzalendo, kwa sababu hakuna mtu ambaye anakuja kujenga ile taifa letu, ni sisi wenyewe tunapojizeni. Naona namna ambavyo Mheshimiwa Rais baada ya kukusanya kwenye kampu kuu kupitia mamlaka mapato, anashusha fedha hizo kuja kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inakwenda kutoa huduma kwa wananchi, ikiwa pia ni pamoja na mimi pamoja na wategemezi wetu. Kwa hiyo tunatazamia ya kwamba tutaendelea kuwa mabalozi wazuri, kwa sababu faida za wanafunzi wa mfumo pamoja na kodi ambayo inakusanywa pitihbalibaihpako buti... katika hatua ya kujifunza namna ya kuhudumia kabla hatujauzindua. Kwa hiyo ni mfumo rafiki ambao utakuwa kiunganishi cha taarifa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kodi ya mapato kodi za VAT na kodi za ndani kondyuna, kwa ujumla zinakusanywa kwa ufasaha na kwa makadirio ambayo ni urafiki na ni realistic, bila upendeleo, bila kunombea mtu, na vile vile mfumo huu ukishazinduliwa na ukiuelewa namna ya kuutumia, ambapo ndio tumeanza hatua ya kwanza ya kuwafundisha hawa watumiaji wa ndani na wa nje ya mamlaka ya mapato, kwa maana ya watumishi wa TRA pamoja na wafanyabiashara pamoja na wa tax consultants. Maana yake tukiuelewa, na eventually mwezi wa pili tarehe tisa ukizinduliwa, tutaenda vizuri na tutaenda vizuri kwa pamoja, kwa maana ya kwamba tutaenda tukiwa na uelewa. Faida za mfumo huu ni kama nilivyotangulia kusema umeunganishwa na taasisi mbalimbali zaidi ya mia tatu na makampuni ya wafanyabiashara kwa ugonbo wake zaidi ya mia tatu yameunganishwa, watakuwa na exchange taarifa ili kurahisisha verification ya hizo information, usio na usumbufu wa njoo kesho, njoo kesho na kwa kuwajulisha wafanyabiashara na sana, mfumo huu utakuwa na msaada mkubwa sana. Kwanza kodi yako utaiona ukiwa nyumbani, sio mpaka ufike TRA kwenda kuuliza kodi yako au deni langu vishingari, ukiwa nyumbani unaiona deni langu, na unaweza kuwasiliana na TRA au maafisa wa TRA ukiwa nyumbani, na utakuwa na nafasi ya kuweza kutrace hilo ni lako au dali lako limefika kwa nani na linashughulikiwa, liko hatua tipi. Na pale pale, unaweza kukaribisha sana na hao maasha wa TRA kupitia mfumo, sio ile barua na barua limepotea. Sasa hivi kila kina kitu kinakuwa wazi na kwa haki kabisa, makadirio yatakuwa mazuri lakini vile vile mfumo huu utatusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa wale ambao wanasema EFD machine zina bei kubwa, yule mtakuwa na e-invoice, mtafundishwa namna ya kuraise invoice. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kujiunga bila kutoa hela yoyote, serikali itakuwezesha kutoa risiti yako ukiwa nyumbani kupitia mfumo mfumo huo huo, utakuwa unakuza kumbukumbu zako vizuri, kwa maana ya kwamba uko mbeleni utalipa kodi iliyo sahihi na kwa haki kabisa, kama kauli ya mheshimiwa Rais anaposema hataki kodi ya dhuluma, mapato ambayo ni ya dhuluma. Sasa tone hadhara hii inafundisha tumeanza na mojo ya kwanza, ambapo tumeshaimaliza yu inahusiana na registration, kwa maana ya kwamba kuna ile registration online na afisa wa serikali wataiona watashughulika nayo halafu utapata majibu yako ukiwa ndani.